Katika tamdilia hii ya kihistoria kupitia kitabu cha Esta, mengi ya yanayotarajiwa kutokea yanategemea usiku mmoja wa kukosa usingizi katika ikulo ya mfalme. Na tunapoanza hapa katika sura ya tano, tutajaribu kufuatilia mabadiliko yote ya kushangaza na mizumbuko. Sasa, baada ya siku tatu za kufunga, Esta anamkaribia mfalme kama ilivyopangwa, na hii ni kwa kuhatarisha maisha yake mwenyewe kufanya hivyo, lakini hofu zake zinatulia mara moja. Hata hivyo, aya ya mbili inatuambia alipata kibali machoni pake na akamnyoshea Esta fimbo ya dhahabu iliyokuwa mkononi mwake. Naam, inaonekana yuko katika hali nzuri, kwa sababu anaahidi kumpa chochote anachotaka, lakini anachotaka tu ni kumwalika mfalme na Hamani waziri wake mkuu kwenye chakula cha jioni cha faraga. Wakati wa kufunga kwake kwa siku tatu, hekima ya Mungu ilionekana kufanya kazi katika akili na moyo wake. Ameunda mpango huu wa kumfanya mfalme na Hamani wawe peke yao naye mbali na aibu yoyote ya hadharani. Hilo litatokea wakati mfalme atakapogundua kuwa mkono wake mwenyewe umesaini amri ya kifo cha malkia. Naam, kwa sasa wala mfalme wala Hamani hawajui kwamba yeye ni mmoja wa watu wa Kiyahudi. Naam, katika karamu hii ya faraga mfalme anamuliza Esther anachotaka na anasema kwake hapa katika mstari wa nane, mfalme na Hamani waje kwenye karamu nitakayowaandalia, na kesho nitafanya kama mfalme alivyosema. Sasa, je, Esther alikuwa amepooza na hofu wakati huu? Sasa, binafsi naamini Mungu amemwongoza Esther kwa uangalifu wakati huu kuahirisha ombi lake Unaona, kati ya karamu hii na ile inayofuata siku inayofuata, mambo kadhaa yatatokea. Hiyo iliweka msingi wa ukombozi wa kusisimua. Sasa kwa upande wake, Hamani hangeweza kujivunia zaidi. Amealikwa tu na malkia kwenye karamu ya pili ya faraga. Mstari wa tisa unatueleza Hamani alitoka siku hiyo akiwa na furaha na moyo wa shangwe. Lakini Hamani alipomwona Mordekai kwamba hakuinuka wala kutetemeka mbele yake, alijawa na ghadhabu dhidi ya Mordekai. Sasa Hamani anapofika nyumbani, anasimulia kwa mke wake na marafiki jinsi mfalme alivyompandisha cheo, jinsi malkia alivyomwalika kwenye karamu zake za faraga na mfalme, na anaongeza hapa katika mstari wa kumi na tatu, lakini yote haya hayana maana kwangu, mradi tunamwona Mordekai Myahudi ameketi kwenye lango la mfalme. Fikiria, licha ya kila kitu anachofurahia, anasumbuliwa na chuki yake kubwa aliyonayo moyoni mwake dhidi ya watu wa Kiyahudi na huyu Myahudi mmoja ambaye hatainama anapokuja ofisini. Sasa mke wa Hamani na marafiki wanamshauri hapa kujenga mti wa kunyonga, na kisha aende kumwomba mfalme amruhusu amnyonge Mordekai juu yake asubuhi inayofuata. Hiyo itamwondoa Mordekai. Sura ya tano inahitimisha kwa kusema wazo hili. Lilimpendeza Hamani na akaamuru mti wa kunyonga utengenezwe. Kwa hivyo angalia hii, Modekai atanyongwa kesho isipokuwa. Isipokuwa Mungu afanye kitu kitu usiku. Hilo litaokoa maisha yake yake. Na je, Mungu hufanya kitu? Sura ya sita inatuambia kinachotokea baadaye. Aya ya moja inasema, usiku huo mfalme hakuweza kulala, na akaamuru kitabu cha matendo ya kukumbukwa, maandiko, kiletwe na kisomwe mbele ya mfalme. Kwa hivyo, mfalme, vizuri, hawezi kulala, ana ugonjwa wa kukosa usingizi. Kwa hivyo, anamuita mtu aje kumsomea kutoka kwa rekodi za kihistoria. Anadhania hilo litamfanya alale mara moja. Kwa bahati nzuri, msomaji huyo anageukia ripoti ya miaka mitano iliyopita katika rekodi hizo, ambayo inaeleza jinsi Mordekai alivyogundua njama ya kumuua mfalme na akapeleka habari hii kwa Esta ambaye kisha aliokoa maisha ya mfalme. Sura ya mbili ilimalizika kwa kutupa akaunti hiyo fupi, lakini kuna zaidi. Rekodi inaonyesha kwamba Mordekai hakuwahi kuheshimiwa na mfalme au mtu yeyote kwa uaminifu wake katika kuokoa maisha ya mfalme. Kwa hivyo sasa, usiku umeisha, ni asubuhi na mapema, na Hamani anafika tu kwenye ikulu wakati huo kuomba kwa mfalme kumtundika Modekai. Zungumzia muda sahihi. Sawa, kabla Hamani hajaanza kuzungumza, mfalme anamuuliza hapa katika aya ya sita: ni nini kinachopaswa kufanywa kwa mtu ambaye mfalme anapenda kumheshimu? Sasa Hamani anafikiri mfalme anazungumzia yeye. Inaonekana kama Hamani amefikiria hili kwa dhahiri, kwa sababu anajibu mara moja hapa katika aya ya nane sawa. Mavazi ya kifalme yaletwe ambayo mfalme ameyavaa na farasi ambaye mfalme amempanda, ampeleke juu ya farasi kupitia uwanja wa mji, akitangaza mbele yake, hivi ndivyo itakavyofanywa kwa mtu ambaye mfalme anapenda kumheshimu. Hamani lazima anafikiria hapa kwamba kwa heshima hii ya hadharani, kunyongwa kwa Mordekai, karamu nyingine ya faraga na mfalme na malkia, kwa nini hii itakuwa siku bora ya maisha yake. Je, unaweza kufikiria mshtuko wakati mfalme anamjibu hapa katika aya ya kumi haraka fanya hivyo, fanya yote hayo kwa Mordekai Myahudi anayeketi kwenye lango la mfalme. Nikuambie, mpendwa, huu ni mwanzo wa siku mbaya zaidi katika maisha ya Hamani. Sawa kwa hilo, hatimaye Hamani anarudi nyumbani kumweleza mke wake na marafiki jinsi alivyolazimika kumheshimu Mordekai. Alilazimika kuongoza farasi huyo kupitia uwanja wa umma akimheshimu. Hawampi faraja yoyote kabisa kwa kweli wanamwonya hapa, katika aya ya kumi na tatu ikiwa Mordekai ni kweli wa watu wa Kiyahudi, hutamshinda bali utaanguka mbele yake. Sawa kwa utabiri huo wa kutisha, Hamani anaelekea kwenye ikulu kwa karamu yake ya pili ya faraga na mfalme Maltia. Sasa baada ya chakula cha jioni mfalme tena anamuuliza Esta, ombi lako ni nini? Na sasa huu ni wakati mzuri katika mpango wa Mungu. Esta anajibu hapa katika sura ya saba na aya ya tatu: acha maisha yangu yaokolewe mimi kwa ombi langu, na watu wangu kwa ombi langu, kwa maana tumeshauzwa mimi na watu wangu ili tuangamizwe, kuwawa na kuangamizwa. Kisha mfalme Ahaswero akamwambia malkia Esta, ni nani huyo na yuko wapi ambaye amethubutu kufanya hivi? Na Esta akasema, adui na mtesi huyu Hamani mwovu wo. Unaweza kufikiria mshtuko huo? Ukweli hatimaye umefichuliwa. Hamani anashangaa kujua kwamba Esta ni Myahudi. Naam, mfalme amekasirika, anatoka haraka ndani ya chumba ili kufikiria kitakachotokea baadaye, wakati Hamani anabaki na kuomba maisha yake kutoka kwa Esta. Mfalme anaporudi ndani anamkuta Hamani akianguka kwenye kitanda cha Esta. Sheria ya Kiajemi haikumruhusu mtu yeyote kuwa karibu na malkia kwa hatua saba. Kwa kweli, kumgusa mke wa mfalme kulistahili adhabu ya kifo. Naam, mfalme anamwona Hamani kama mtu mwenye fujo na anasema katika mstari wa nane: Je, atamshambulia malkia mbele yangu, katika nyumba yangu mwenyewe? Naam, mmoja wa watumishi anajitokeza kufichua kwamba Hamani amejenga mti wa kunyonga Mordekai, mtu ambaye angeokoa maisha ya mfalme mwenyewe. Na hiyo hiyo inatosha. Hamani anachukuliwa nje na mara moja ananyongwa kwenye mti aliojenga kwa ajili ya Mordekai. Na maanisha ni mfululizo wa mabadiliko na mizunguko gani! Lakini hebu ni kuambie, yote haya yanaonyesha mkono wa mtawala mkuu wa historia ya binadamu, Mungu wetu mwenye enzi asiyeonekana Alimweka Esta kwenye kiti hicho cha enzi. Alimruhusu Mordekai kugundua njama hiyo. Alivuruga usingizi wa mfalme. Alipanga kila kitu kwa ukamilifu. Sasa, kwa nini asiwaokoe Esta na Mordekai na watu wa Kiyahudi bila njama hii ya kutisha na maumivu ya amri ya mauaji? Ukweli, ukweli ni kwamba hatujui sababu zote kwa nini, lakini tunachojua ni kwamba hata hadi leo Mungu hatuokoi tu kutoka kwa matatizo maishani, anatuendeleza kupitia matatizo tunayopitia maishani. Unaona, mchezo huu wa kuigiza umebadilisha Esta na Mordekai milele. Hawako sawa na walivyokuwa sasa. Sasa wanachukua msimamo wazi katika dunia yao na watu wa Mungu